Katika dunia yenye kelele nyingi za maneno, wachache usimamo kwa vitendo. Katika bara letu la Afrika kumezaliwa kijana jasiri, Captain Ibrahim Traore, rais wa mpito wa Burkina Faso, jina ambalo linageuza historia ya Burkina Faso na Afrika kwa ujumla. Kabla kabla hatujaendelea, bonyeza kitufe cha subscribe, washa kengele na ili uwe wa kwanza kupata notification zetu zidi ya video ambazo tunazitoa katika chaneli yetu hii. inaungana nasi katika safari ya kuelewa uongozi jasiri wa Ibrahim Traore, rais wa mpito wa Burkina Faso, na maamuzi yake ya kishujaa leo. Tunasimama kwa heshima na fahari tukimtazama kijana shupavu Captain Ibrahim Traore, kiongozi ambaye hakuogopa kuchukua hatua kali kwa ajili ya maslahi ya taifa lake katika kipindi kigumu ambapo ugaidi umeikumba Burkina Faso kwa nguvu. Kapteni Traore ameonyesha mfano wa uongozi thabiti, wa kizalendo na usioteteleka. Katika mapambano haya, hakuruhusu uongo wa mitandao wala maneno ya kuvunja moyo kuchafua hali ya ujenzi wa taifa la Burkina Faso. Badala yake, wale waliotumia uhuru wa kujieleza kama silaha kuvuruga amani, aliwaweka mahali pa kuwajibika jeshini mstari wa mbele ambako taifa linapigania uhuru wake. Ina maana yule ambaye alijitokeza kwenye mitandao, kwenye social media, kwa ajili ya kutoa maneno ambayo yana ikejeli serikali ya Burkina Faso kwa jitihada wanazozifanya kupambana dhidi ya Al-Qaeda na Islamic State, kikundi kile kinachojiita Islamic State, basi alisimamana effectively Miongoni mwa watu ambao Ibrahim Traore, rais wa mpito wa Burkina Faso, aliwachukulia hatua kali ni pamoja na Dr. Alona Loule aliyekuwa akitumia umaarufu wake kama daktari kumshutumu rais hadharani. Kumshutumu rais hadharani, Ibrahim Traore alielekezwa kaya ambako sasa anajifunza kuwa Askari wa kweli si tu wa hospitali bali wa taifa. Huyu ni miongoni mwa madaktari ambaye alitoka hadharani kwa kutumia social media na kukejeli kuwa Ibrahim Traore hana anachokifanya katika kulitetea lile taifa lake. Namba mbili, miongoni mwa watu ambao walichukuliwa hatua kali na Ibrahim Traore kwa kukosoa jitihada anazozifanya katika kulitetea taifa la Burkina Faso ili watu waishi katika hali nzuri ni Buka we, Old Lago aliyekosoa serikali kuhusu hali ya usalama na maji bila kutoa suluhisho. Alipewa nafasi ya kuonyesha uzalendo kwa vitendo, si maneno tu. Ni miongoni mwa watu ambao Ibrahim Traore amechukua hatua hizi, kuwachukua moja kwa moja na kuwapeleka jeshini ili waone hadha ambazo wanajeshi wa Burkina Faso wanazipata katika kulitetea taifa hilo. Mtu wa tatu ni Isaac au Isaka Lingani, ni mwandishi wa miaka 64 alitumia kalamu kama silaha ya chuki. Kapteni Traore, rais wa mpito wa Burkina Faso, alimtaka sasa kutumia sauti yake katika mstari wa mbele, yaani jeshini, kwa ajili ya wananchi, si dhidi yao. Yaani yeye alitumia kalamu na kupandikiza chuki dhidi ya Rais Ibrahim Traore dhidi ya wananchi wake ambapo Rais Ibrahim Traore alitumia wadhifa wake na kumnasa na kumpeleka jeshini kwa ajili ya kutumia kalamu yake katika kuwatetea wananchi effectively. Namba nne ni Yakuba Ladji Bama ambaye alikimbilia uhamishoni baada ya kueneza hofu. Alionyeshwa kuwa haki haikimbii, haki haikimbii, inasimama inapigana na inashinda. Yani haki huwa haikimbii Inasimama, inapigana na inashinda. Lakini yeye alionyesha kuwa moja kwa moja ni mtu ambaye anachochea chuki, baada ya kuonyesha kukimbia kutoka katika taifa lake na kuto kuwatetea wale ambao alikuwa anatoa hoja dhidi yao. Lakini Ibrahim Traore alimchukua, alikuwa na lengo la kumchukua na kumpeleka jeshini, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anaikosoa serikali. Hawa ni watu wanne ambao rais wa mpito wa Burkina Faso aliwachukulia hatua kali dhidi yao baada ya kutoka kwenye social media na kutangaza kuwa hamna anachokifanya Ibrahim Traore katika kuwatetea wananchi wake. Captain Traore ameleta zama mpya, zama ambazo uhuru unakwenda sambamba na uwajibikaji katika vita dhidi ya ugaidi na upotoshaji, hakuna nafasi ya maneno matupu. Ni wakati wa kujenga taifa kwa damu, jasho na nidhamu. Hongera Captain Traore, historia inaukumbuka si kama dikteta, bali kama mkombozi wa kweli wa Afrika. Na mimi ni miongoni mwa watu ambao natamani sana kuishi katika taifa la Bukina Faso, nikiwa miongoni mwa watu ambao ni raia wa Ibrahim Traore. Vipi wewe unatamani kuishi katika nchi ambayo una kiongozi wa sampuli hii? Tukutane kwa comment hapo. Usikose kusubscribe, kushea na kucomment katika channel yetu hii ili uwe wa kwanza kabisa kupata taarifa zote ambazo tunazitoa katika chaneli yetu hii.